Wakati Cristiano Ronaldo anasema kwamba bado ataendelea kusalia kwenye football kwa miaka kadhaa, kuna watu kidogo alishtuka. Sasa leo, Lionel Messi naye ameushtua ulimwengu kwa sababu klabu ya Inter Miami imeweza kuthibitisha kumwongezea mkataba wa miaka mitatu Lionel Messi wa kuendelea kusalia katika klabu ya Inter Miami. Mkataba wake unatarajiwa kutamatika mwaka elfu mbili na ishirini na nane, miaka mitatu ijayo. Lionel Messi kwa sasa na umri wa miaka thelathini na nane. Kwa hiyo miaka mitatu ijayo atakuwa na umri wa miaka arobaini na moja, ambapo ndipo mkataba wake utakapotamatika katika club ya Inter Miami. Kwa hiyo bado tutaendelea kumshuhudia maybe kwenye World Cup 2026 tukamshuhudia kwenye timu ya taifa ya Argentina, lakini pia tutaendelea kulishuhudia soka lake kwa miaka mingine mitatu. Umepokeaje taarifa hii ya Lionel Messi kuongezewa miaka mitatu mingine ya kuendelea kulitumikia soka? Hem, niambia hapo kwenye comment, ni upe mtazamo wako juu ya hichi ambacho kinaendelea. Drop your comment hapa. Ni Super 12 back na sisi kwa mastori mengi zaidi ya kimichezo.